Naitwa Beni Louis Mlingi. Mimi ni afisa mpango au program officer wa Kituo cha Huduma za Sheria Zanzibar. Na leo hii tuko Pemba wilayani Wete kwenye shehia ya Mjananza kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wa hili eneo. E, kwa awali ya yote Kituo cha Huduma za Sheria Zanzibar ni kituo kilichoanzishwa mwaka 1992 ukiwa na malengo ya kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi ambao hawana uwezo wa kulipa wanasheria. Kwa hiyo tunasaidia wananchi wenye kipato cha chini. Na leo hii tumeona tuje Mjananza kwa ajili ya kusaidia wananchi hapa. Na kwa nini tumechagua Mjananza? Tumechagua Mjananza kutokana na kwamba huduma za kisheria kufika katika sheria hii imekuwa ni changamoto. Iko mbali kidogo na mji kwao tukagundua kwamba kuna uwezekano watu wengi wakawa na shida za kisheria lakini hawafahamu wapi wanaweza kuzitatua. Kwao tukaona ni bora tuwafate kwenye shehia yao na tuwasikilize. Na tumekuwepo hapa kwa siku mbili, tunamalizia kesho siku ya tatu. Lakini kwa siku mbili hizi tageti yetu ilikuwa ni kuwafikia watu 125 lakini mpaka hivi sasa tumefikia watu karibia mia na themanini na wengi wao waliojitokeza ni wanawake, na shida kubwa waliokuwa nayo ni kukosekana kwa nyaraka za kisheria, mfano hati za ndoa, au hati vyeti vya kuzaliwa. Hizo ni changamoto nyingi sana, lakini vilevile vile tumepata changamoto kadhaa za migogoro ya ardhi, migogoro ya mirathi, migogoro ya wanaume kutotoa huduma kwenye familia zao, wake na watoto na vilevile migogoro ya ndoa tumeweza kuipata ambayo haikuwa mingi sana kwa hivi sasa. Tunaendelea na tutamalizia, eh, shughuli yetu kesho tutaifunga, lakini vilevile tumeweka utaratibu kwa wale watu ambao shida zao zinashindwa kutatulika pale kwa pale, tumeweka utaratibu tukishirikiana pamoja na Wete Paralegal Organization ambao wanaitwa ni Wepo, wao watakuwepo katika kufuatilia zile kesi ambazo tumeshazianza lakini zinahitaji ufuatiliaji ili ziweze kufika mwisho. Kwa hiyo tunashirikiana nao mpaka pale ambapo tutaona wa, wananchi wote ambao tumewaona kesi zao zote zimefikia tamati na zimepata utatuzi. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi ambao wako katika shehia hii katika wilaya hii ya Wete waweze kuonana na hawa Paralegal Organization ya Wete ili kama hatukuweza kuwasikia sisi basi watasikiwa na hawa Wete na taarifa zao kama tutahitaji na sisi kushirikiana basi, Wete paralegal unit watakuwa wanatuletea sisi taarifa, na sisi tutaweza kutoa msaada bure kabisa.